Majina naitwa Teogenes Mbani Mboneka. Baba yangu anaitwa Mbani Mboneka Teogenes, yeye ni mkulima, na mama yangu anaitwa Jeni Sagwire Kayombo, yeye ni mama wa nyumbani. Nimezaliwa Januari tatu mwaka 1998 katika kijiji kidogo upande wa kaskazini mwa nchi yetu. Nilizaliwa katika familia maskini lakini yenye mapenzi na mshikamano. Tulikula tulichopata tukashirikiana, hata kama kilikuwa kidogo. Mnamo mwaka elfu mbili, nikiwa na miaka miwili, baba yangu alimwacha mama yangu na kututelekeza bila hata kujali afya na ukuaji wangu. Mama yangu aliumizwa sana kipindi hiki. Maisha yangu ya utotoni hayakuwa rahisi. Nilivaa nguo zilizochanika, nilitembea peku kwenda shuleni na mara nyingi nililala njaa, lakini moyoni nilijua ipo siku nitapambana hadi familia yangu isihesabiwe tena miongoni mwa maskini wa milele. Ndiyo ndoto yangu kubwa. Licha ya hali ngumu ya maisha aliyokuwa akipitia mama yangu, lakini alijitahidi kadri ya uwezo wake kuhakikisha ananipatia elimu akiamini kuwa mimi ndiyo mkombozi wa familia yetu. Kutokana na hali ngumu ya maisha, mama yangu aliugua nikiwa kidato cha nne mwishoni, hivyo ilinilazimu baada ya kumaliza kidato cha nne nitafute kibarua au kazi ambayo ingenisaidia kuingiza kipato cha kumsaidia mama yangu. Ndoto zangu za elimu na kuwa daktari zikaishia hapo lakini haikuwa rahisi kama nilivyodhani. Katika kutafuta kibarua au kazi ya kuweza kumhudumia mama yangu, nilihangaika huku na kule, nikijitafutia kipato, ili mradi siku moja nimtunze na mama yangu, nimtimizie majukumu yake. Nilianza kufanya kazi ndogo ndogo, nilibeba mizigo sokoni, nilifanya kazi za kusaidia fundi, nikachomelea Siku zote nilikuwa na kitu kimoja kichwani ambacho nilikuwa nikiwaza, ni familia yangu. Baadaye mama yangu ugonjwa wake ilifika hatua ambayo mimi kama mtoto wa kiume ningeshindwa kumhudumia. Nilipojaribu kushauriana na mama yangu mdogo kupitia simu ndogo aina ya Nokia, aliniambia kuwa huyo ni mama yako, ni lazima upambane naye wewe mwenyewe, kitu ambacho kilinipa machungu na kiliniumiza moyo, kwani hata ndugu hawakumwangalia tena wa mama yangu, wakitarajia tu kupokea ujumbe wowote ambao kwao ungewastahili. Baadaye niliamua kuchukua maamuzi magumu nilipokutana na mwanamke ambaye aligeuka kuwa mke wangu. Tulijenga maisha pamoja, ingawa tulikuwa na shida, tulijua furaha siyo pesa bali upendo na mshikamano. Mwanamke huyu alifanyika baraka katika familia yangu na akawa msaada mkubwa kwa mama yangu, jina lake aliitwa Grace. Tulikuwa na watoto wawili wadogo waliokuwa wakinitazama kama shujaa wao. Kila nilipotoka kazini, niliwaletea mkate mdogo wa kula na chai walicheka kwa furaha kubwa, kana kwamba nimewaletea dhahabu. Hapo ndipo nilihisi maana ya kweli ya maisha. Siku moja Jumamosi, baada ya kazi, nilikuwa narudi nyumbani nikiwa na mkate mfukoni. Nilikuwa nimechoka, lakini moyoni nilijawa na furaha kwa kuwa najua watoto wangu watakula. Njiani ghafla nikasikia makelele, watu walikuwa wakikimbia upande mmoja, wengine wakipiga kelele wengine wakitoa machozi. Niliposogea nikakuta ajali mbaya imetokea. Gari lilikuwa limepinduka na lilianza kuwaka moto. Ndipo nikakumbuka gari ambazo zilinipita zilizokuwa zikikimbizana, mojawapo ilikuwa ni ile, lakini iliyokuwa imepita nyuma haikuonekana. Watu walikusanyika mbali, wengine wakipiga simu, wengine wakipiga picha kwa simu zao lakini hakuna aliyejaribu kusaidia. Moyo wangu ulinisukuma, nilijisemea, sitakaa kimya, lazima nisaidie. Nilikimbilia pale kwa nguvu zote.